Ah, tayari. Performance nzuri. Asante, asante. Tuambie ugumu ambao mlikutana nao kwenye mchezo huu wa leo. Ugumu, mchezo ulikuwa mgumu. Mchezo ulikuwa mgumu kwa sababu sisi tumepush ili kupata matokeo katika mchezo wa leo, lakini haikuwa bahati wetu, wenzetu wamepata point 3 kwa hiyo tunawapongeza. Kuja. Umejisikiaje kucheza na rafiki yako Stephane Aziz Ki ambaye mmekutana sana kwenye ligi ya Tanzania? Ah, uh, umejisikia vizuri, umejisikia vizuri kwa mchezaji Aziz Ki. Yes, ni mchezaji mzuri na nimefurahi sana amekuja kwa amekuja, yeah, nyumbani leo kuja kucheza pamoja, kwa hiyo najivunia na nafurahi. Um, pia umeonyesha kiwango bora sana, pengine tunaweza tukasema leo ndio experience imeamua mechi? Hamna. Ah, uh, tumepata nafasi tumeshindwa kuzitumia, lakini wenzetu wamepata nafasi moja wameitumia. Kwa hiyo ni jumla moja ya football, football ndio ipo ipo hivyo. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa chochote kipata. <laughs> <laughs> mimi nilikuwa na focus na football sidi, sidi na koyo, eski, kwa hiyo sija sija focus na nje kwa kwa hiyo nji sijasikia nime mi nimepambana timu yangu, kwa hiyo ajapata matokeo ni, ni jambo baya kama sisi wachezaji. Kwa hiyo tutajipanga mchezo unaokuja ili kufanya vizuri. Ni mechi ya pili hii, mnapoteza mnapata nafasi lakini mnashindwa kuzitumia. Kama wachezaji, mmeona changamoto iliyopo na mmejifanyia tathmini nyinyi kama wachezaji? yeah, yeah, uh, sisi tutarudi katika uwanja mazoezi. Kwa hiyo kama wachezaji sisi tunajisikia vibaya sana, kupata kupata nafasi lakini tunashindwa kuzitumia. Kwa hiyo mm. tutarudi katika uwanja mazoezi, tutaendelea kufuata maelekezo ya mwalimu ili kufanya vizuri katika mchezo unaokuja.